Tumekuja huku Igombe Mwaloni, fomu hizo namba ishirini na tisa pia tumekuja nazo kwa tumepata, baadhi ya wananchi ambao hawakuwa wanalifahamu hili na zaidi ya wananchi ishirini wamejaza fomu hizo, sisi tunakwenda kuziingiza kwenye mfumo ili kuweza kuwaruhusu kuyapeleka maombi yao tume, tume iweze kuruhusu wao kupiga kura tofauti ya kupiga kura ya rais katika vituo tofauti na alivyo alivyo vile walivyojiandikisha, lakini vilevile tumetoa elimu kuhusiana na jumla ya vituo vya kupigia kura ambavyo tunavyo katika jimbo letu la Ilemela ambapo tutakuwa na jumla ya vituo mia tisa arobaini na nne katika jimbo la Ilemela na vimesambaa katika mitaa yote mia moja sabini na moja ya jimbo hili. Lakini vile vile, ukiachana na hiyo, tumewasisitiza wananchi umuhimu wa kuhudhuria mikutano ya kampeni ili kuweza kusikiliza sera ambazo wagombea wanazinadi kwao na kuweza kuchagua wagombea ambao wamesikiliza sera zao. Pia mimi nilikuwa naishi Arusha, nilijiandikisha kwenye kituo cha upiga kura. Nilipomaliza nikatoka nikaja Mwanza, nimeamua kubadili kituo cha upiga kura, maana wenyeji wangu ninakotambulika ni Mwanza na mpaka sasa niko kwenye kituo cha uandikishaji wa upiga kura. Nimeshukuru sana kwa elimu walionipa ina maana uwezekano wa kupiga kura kwa mazingira yako mwenyewe, sio lazima upigie kura ulikopata kitambulisho. Nimeshukuru sana Rais Samia ameamua atuetea sisi wananchi tupate jinsi ya kuchagua viongozi makini tusiibiwe. Pake mwanzoni anapewa semina wakubwa, unapewa na wananchi, unamchagua rais unayemtaka, mbunge unayemtaka, diwani unayomtaka kupitia semina hizi unakuwa ushaelewa kila kitu, uwezi kosea, uwezi kufanya kitu chochote kibaya. Lakini pia nashukuru awamu ya sita mama Samia jenerali ametuwezesha, tumepata uwanja wa kisasa, hospitali mpya, shule ya sekondari ya Kisundi, vyote hivyo vilikuwa vipo, amevileta yeye. Kwa hiyo tunaomba, nilikuwa naomba, naomba vijana wenzangu tujitokeze kwa wingi tarehe ishirini na tisa kumchagua rais, alipoishia ataendelea pale pale. Uweze kuleta rais mwingine, ataanza na mengine huyu alipoishia, naendeleza yale yale. Ninawaalika na kuwahimiza wanawake wote, mimi naamini mwanamke ni mhanga wa amani ya nchi yetu. Kwa hiyo tunaposikia neno uchaguzi tusipuuze, naomba nawaomba, na wanawake wote tujitokeze kwa wingi kuchagua mgombea ambaye atatufaa kupitia chama chochote ambacho tutaona, hakuna mgombea anatufaa kwa hiyo ninawaalika wanawake wote tujitokeze kwa wingi ili tupate fursa ya kuchagua. Tunapochagua kiongozi bora na ndipo tunapoendelea kuitunza amani ya nchi yetu, lakini pia kupata fursa zingine kupitia kiongozi bora. Tunapokosea kuchagua ni hasara yetu sisi wakazi wa Ilemela na nchi nzima ya Tanzania kwa kipindi cha miaka mitano.